Yes, bwana ni kutoka msibani ambapo ndipo ambapo zoezi zima la mazishi ya mama yake na msanii wa Singeli Meja Kunta nafanyika, na, na miongoni mwa wasanii ambao majiliki kumkimbilia ni pamoja na ndugu yetu Fobi, mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwenye muziki wa Bongo Flava, anazungumzanay atuambie vile ambavyo yameupokea msiba huu na jinsi ambavyo imeguswa mpaka ameweza kufika. Na haya mzee nakaji. Ah ka, Mungu mwema, nikupe pole kwa hiki ambacho kimetokea, nashukuru sana ise hivi watu aaenda kujiuliza kwamba Foby anaimba Bongo Fleva lakini Meja Kunta ni msanii wa music wa singeli e, ni ukaribu design gani unao mpaka ukasema lazima nifike msibani kwenda e, kushiriki zoezi la mazishi mamake? Um, ni kweli uh, singeli na Bongo Fleva vyote ni ipo kwenye tasnia moja ya music, umeona kwa hiyo ni muhimu sana alafu, Meja ni mwanangu tu wei baki, lakini sio wale wa kuroll na nini na vitu kama hivyo umeelewa, lakini ni mtu ambaye unaona mwenyewe. Kwenye soka tupo wote tunacheza, Meja ni mchezaji mzuri. Lakini kifo kinapotokea, kifo ni kitu ambacho hautakiwi kujiuliza huyu ni nani huyu ni rafiki yangu au huyu ni, ni jirani yangu au huyu ni nani, unatakiwa tu kwenda kushiriki. Kifo ni mtu yeyote kinaweza kumkuta, kwa hiyo ni lazima ushiriki vitu kama hivi, kwa hiyo ndio maana nimewahi kuja. Mm, yeah. Ni kupongeza umekuwa ni miongoni mwa wasanii ambao mara nyingi huwa e, wanajitokeza na kukimbilia masuala kama haya yanapokuwa yamejiri. Unahisi nini ambacho kimekusukuma huwa na kuwa mtu dizaini maana, wengine lolote linalotokea kwa wasanii wenzao hawatokei kabisa, unafahamu hiyo. Um, nafikiri ni malezi lakini pia kuna aina ya, ya, ya imani umenielewa, kuna imani lakini pia ukimfata sana Mungu umenielewa ukiwa unasali sana, ama ukimfata sana Mungu unakuwa unaelewa um, nini maana ya kushiriki kwenye vitu mbalimbali mbali, sio tu misiba, lakini kuna charity mbali mbalimbali za watu wenye uhitaji na vitu mbalimbali umenielewa, na ndio maana mara nyingi mimi huwa nasisitiza watu unaposali wewe Eh, au unapoomba waombee na watu wengine, kwa sababu wapo watu hawajui wakiamka watakula nini, na unapowaombea watu kama hao ni muhimu sana, umeelewa. Kwa hiyo ni muhimu kushiriki vitu kama hivi, lakini kupe exclusive moja ambayo uh, uh, imetokea kwenye hii scenario ya msiba wa mama yake Meja Kunta. Jana ilikuwa siku ambayo sisi tulipanga kushuti wimbo wetu mimi na Meja Kunta, umeelewa. Lakini jana hiyo hiyo ndio kimetokea kifo cha Uh, mama yake umenielewa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimenigusa sana na kimeniumiza mno, umenielewa. Kwa hiyo nafikiria, kwa sababu mimi nishawahi kupata na mauti wa mzee wangu, naelewa yale maumivu yalivyo, naelewa hii hali ilivyo, umenielewa. Kwa hiyo namwombea sana Meja um, awe mtulivu kipindi hichi, kichwa uaga akipo sawa, umenielewa. Kwa hiyo namwombea sana. Wakati unapata taarifa kwamba Meja mama yake amefariki, ulikuwa wapi sasa? Of course nilikuwa nyumbani ndo nilikuwa najiandaa uh, kwa ajili ya uh, uh, kwenda location na baadaye nikampigia meneja wake Waso, umeelewa, Waso Wiso. Nilipompigia akanambia da Foby, ndugu yangu uh, tuwezi kuja location lohen, kwa sababu sasa hivi na, na natoka kupokea taarifa kwamba meja amefiwa na mama yake umeelewa. Kwa hiyo mi ikabidi nisitishe watu wote madirekta, kila kitu nikaenda kusitisha Uh, nikawasitisha dansa sijuivi kila kitu, yani nikasitisha, nikasema lazima tushiriki msiba kwanza, then ndo mambo mengine yaendelee yeah. Sasa kuna wale wasanii ambao mara nyingi huwa hawajitokezi kwenye mashu, matukio kama haya, mm. Eh, unahisi wito wako ni upi, sawa nini ambao tunaweza kuambia kupitia msiba mama yake Meja Kunta, funzo gani hapa uenda ukalipata sasa mm, si sawa kuwashauri watu ama si sawa kuwa um, unajua kila mtu ana namna yake ya kuishi kwa hiyo huwezi kumshauri mtu kwamba bana, uwe unatokea misibani uwe, kwa sababu kila mtu njia yake ya mwisho anaijua Mungu. Umenielewa? Kwa hiyo Mi naweza kusema watu unatakiwa tushiriki kwenye vitu vya kijamii ama kwenye vitu ambavyo vinatugusa sisi wote, lakini huwezi kumpigia mtu kelele, kwa sababu kila mtu anafahamu kwamba unapotokea msiba natakiwa watu wawepo, ama kinapotokea kitu majanga yoyote wanatakiwa watu wawepo. Umeelewa, wanatakiwa kushirikiana, kwa sababu haya mambo leo yanamkuta huyu, kesho yanamkuta yule, kesho kutu yanakukuta wewe. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana kushiriki kwenye, kwenye vitu kama hivi. Tumalizie, yeah. Kwenye exclusive aw ambao umesema hapo, kuna ngoma inakuja kati ya Fobi na Meja Kunta, yes. Fobi, umetembeaje? Umetembea miondoko ya Bongo Fleva ama umekubali kumtia Meja Kunta, umelala vile ambavyo Meja anavyofanya, kwa maana kwamba umeingia moja kwa moja kwenye singeli. <laughs> Nafikiri hiyo ndo tuiache tu iwe exclusive kwenye hiyo ngoma yenyewe, yaani watu watajua kama mi nimemfuata Meja ama Meja amenifuata mimi hu yeah. <laughs> kuna bato la vanila na, na, na, na nani pale na, na ibla yeah. Unahisi hii sasa inakwenda kuwazima vijana? Uh, of course mi sishindani na mtu yeyote na sisemi kwamba naenda kuwazima lakini, always, mimi am just doing the big things. Mara nyingi huwa anafanya idea ya tofauti na ndio maana nyimbo zangu zinaishi menaelewa miaka mingi sana, kwa hiyo mimi sinaga ushindani kabisa, yani nyimbo zangu zinashindanaga zenyewe tu ya yeah. Kwa hiyo siendi kuwazima, siendi kufanya chochote. Mungu mwenyewe ndo anajua, lakini ni kitu kikubwa sana kwa maana yeah. Kwamba ngoma kubwa sana inakuja. Baadhi kama wasanii siku hizi na wasanii wa bongo flava kama mmeamka kwenye singeli hivi, maana yake nini? Kwamba kuna jicho la tatu limeona kuna fursa somewhere, ama maana yake tusemeje? Kumbuka Mheshimiwa Msigwa uh, Garison Msigwa mm. na serikali pia Ina, ina, ina promote mziki wa singeli kwamba ndo uende international umenielewa kwamba ndio iwe uh, identity ya nchi yetu ya Tanzania, kwamba ukisikia singeli basi wajue inatokea Tanzania, umenielewa, kwa sababu kila nchi zina miziki yao. Naamini moja kati ya watu ambao wanapinga sana miziki ya kigeni, lakini napenda sana kuipa kipaumbele miziki yetu, lakini simaanishi kwamba wimbo na waenda kutoa ni aina hiyo. Natamani watu wapate surprise, ni aina gani ya muziki Meja Kunta ameingia kwenye kwenye huo muziki, umenielewa, kwa hiyo hivyo yani hivyo tu, tushia hapo wazi. <laughs> Nashukuru, tuendelee kuomboleza basi msiba, amina. Right. Tuko msibani Temeke, na tulipokea taarifa za kifo cha mwimbaji wa cha mamake na msanii wa nyimbo za Singeli Meja Kunta, na leo ndo tumemba ndo siku ya mazishi, hapa ni msikitini, na aliyeko mbele yetu ni baba mzazi wa Meja Kunta. Pole sana na msiba, asante sana. Uh, Watanzania wa kufahamu kwa majina, unaitwa mzee nani kwa majina? Anaitwa Muharam Sadiki Mtomboka, sawa okay. hmm. Labda mngetufahamisha msiba, uh, namna ambavyo alivyokuwa marehemu, alikuwa akiumwa ama ilikuwaje kwa kweli ni kama ghafla fulani, kwa sababu marehemu alikuwa haumwi maona, ila alikuwa katika mishughuliko kwa yake e. Kwa hiyo akawa amesafiri kwenda zake na ni huku Lindi e, kwenye mazingira ya samaki pwani. Kwa hiyo e, alipofika kule baada ya kuandaa mzigo wake tayari hivo, katika maandalizi kutaka kurudi, ndo akatokea hali ya kuwa kama ya pressure. Okay. Eh, kwa hivyo ilivyotokea hali hiyo, baada ya kumsaidia saidia mpaka muda fulani ikaonekana mm. tayari hali ni kwa sio mzuri, akapoteza maisha. Limekuwa pengine labda ni tatizo la muda mrefu ambalo kwa linamsumbua muda mrefu, ama ni ghafla tu ndio limetokea mpaka ikapelekea hii pressure. Anayo sometimes inamtokea, lakini alikuwa na control mwenyewe, muona anatumia dawa hizi hii, lakini ilivyotokea ilikuwa ni ghafla eh, kwa hiyo ikampelekea mm. fariki. Pengine, okay. mm -hmm. labda siku chache kabla ya umauti wake kumfika, mlipata labda nafasi ya kuweza kuwasiliana ama kuzungumza chochote kabla hajafika na umauti hiyo? E, tulipata nafasi ya kuwasiliana, kwa sababu nafikiri ndani kama ya mwezi mmoja hivi tulikuwa wote kule kwa Meja Kunta, tukakutana pale tukazungumza mwanawe, tukawa tumenda sawa. Lakini kama baada ya wiki mbili tulikutana na mimi e, Mtoni hapo tukazungumza katika masuala tu mengine ya kimaisha na kutaka kujua mwanaye maendeleo yake, mazingira hev. Tukazungumza. baada ya hapo, baada ya wiki mbili hiyo, ndio akasafiri kwenda huko. Ukisema kukutana naye okay. mm. kwa maana kwamba hamuishi pamoja wewe? Hatuishi pamoja. na hiyo ni muda gani? oh. e ni muda mrefu, hiyo ni muda okay. mrefu. okay. mm. tulishatengana. mm. Kunaye akaolewa sehemu nyingine. mm. akazaa tena kule watoto wawili. mm. kwa jumla na watoto watano ni Meja, ni mtoto wa tatu, ana dada zake wawili wamemtangulia, ambaye hao sikuzaa na mimi.